Siku ya Wazee Duniani ambayo hufanyika kila tarehe moja mwezi wa kumi na mwaka huu tunafanyia mkoa wa Ruvuma. Maadhimisho yote hutanguliwa na kongamano, wazee hupeana uzoefu wa kila mikoa, maanake mikoa yote Tanzania bara tunakutana na wawakilishi kutoka Zanzibar. Kwa hivyo basi, kwenye kongamano tunakuwa na wadau wetu ambao pia wanatoa mada kuhusiana na ustawi wa wazee na nchi nzima. Kwa mfano, tutakuwa na mtakwimu mkuu, tayari wana mada za kutoa kuhusiana na ustawi wa wazee na sensa ya 2022 katika mchakato mzima sasa wa uchaguzi wa mwaka huu. Kwa hiyo lazima tupate kutoka kwao wadau wetu wa Helpage ambao ndio waanzilishi tuseme, wa mchakato mzima kuwepo baraza, na watakuwa na mada yao ya kutoa kuhusu ustawi na mchakato mzima wa wazee na falsafa ya uchaguzi. Kama tunavyojua tunaelekea kwenye uchaguzi, lazima sisi wazee wa, wa nchi nzima pamoja na mkoa wa Ruvuma tuwe na mchakato mzima wa kuhakikisha kwamba jamii wanakuwa pamoja katika upigaji kura na uchaguzi wenye amani, wenye huimili wa amani katika nchi hii ni wazee, walikuwepo kabla ya uhuru, wengine wakati wa uhuru, na bado tunaendelea nao, na wapo waasisi waliotangulia mbele za haki, huwa siku zote tunawaombea mema kule pepo. Sasa tunasema nini juu yao? Kuna falsafa zao walizoziacha lazima tuzidumishe kwa vijana wetu. Jukumu letu kubwa ni kuandaa vijana wa leo, nyie, kuwa wazee wa kesho wenye hekima na kuweza kuenzi amani tuliyonayo. Ndio maana wanasema ni siku ya wazee duniani. Duniani huko tuna wazee wenzetu ambao tunahitaji wawe na amani, waendelee kuwa na amani katika nchi zao. Wanaoteseka katika maeneo ambapo hakuna amani ni wazee na makundi yale maalum, wakiwemo watoto. Huwa tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe baraka zake na atoe baraka zake katika maeneo hayo ili amani iwepo.